Siri, send the last photo to my boss. The last photo is being sent to your boss. Oh, hapana, hapana. Afadhali, yani ilibaki kidogo tu wangeona. Oh, malaika, umefika? Ndiyo, bosi, nimeitikia wito. Sawa. Sasa nimekuita hapa, kuna jambo nataka tujadili. Kuna siku ulinitumia... Nimekutumia nini bosi? Ulinitumia ujumbe wa wazo lako kuhusu maendeleo ya mradi wetu mpya. Oh, ndiyo ndiyo bosi, natumai umelipenda. Kwangu sikuliona kama wazo zuri, lakini bwana Steve amevutiwa na hilo wazo lako kwa sababu zake binafsi. Kwa hiyo atakufanya kuwa kiongozi kwenye huu mradi pamoja na mimi. Kwa kweli nina furaha sana na pia ninashukuru kwa sababu nilitumia nguvu kubwa sana kwa ajili ya mradi huu. Ni sawa, isipokuwa kuna jambo moja nataka ufanye. Usijali, sitamwambia bwana Steve kama nilikuwa na taarifa na hili jambo uliloniambia. Ya yaani, akinipa hizi taarifa nitajifanya na shangaa sana, kana kwamba taarifa nimepata muda huu atakaokuwa ameniambia. Hapana Malaika, sio hivyo. Namaanisha unapaswa kuikataa hiyo nafasi ya kuwa kiongozi kwenye huu mradi. Hebu subiri kwanza Yaani, nimekuwa nikitamani sana nafasi hii, na unajua ni kiasi gani nimepambana ili kuitafuta. Leo nimeipata, unataka niikatae? Haiwezekani. Malaika, kwanzia sasa unapaswa kusikiliza na kufuata ninachosema na si vinginevyo. Unamaanisha nini Alex? Kwa kweli, huwezi kunifanyia uamuzi kwenye hili, kwa sababu nitakapokubali ofa hii, sitakuwa mwajiriwa wako tena. Kwa hiyo <laughs> Kwa hiyo unafikiri unaweza kuendesha huu mradi ukiwa na cheo sawa na mimi. Usiwe mjinga kiasi hicho. Asante sana kwa ushauri. Ila siwezi kuikataa hii ofa. Ila una mwili mzuri. Unamaanisha nini kwa kusema nina mwili mzuri? Kuna picha nimekutumia hapo kwenye simu yako. Hebu itizame. Bwana Alex, nilikutumia hiyo picha kimakosa. Nilikuwa nataka kumtumia boyfriend wangu, kwa bahati mbaya ikaja kwako na niliifuta mda ule ule kabla hujaiona. Kumbe ilibaki kwenye simu yako ndiyo, kwangu haikufutika. Sasa nataka uchague jambo moja kati ya kukataa ofa ili uwe salama au kukubali ofa uaibike. Nenda ukafikirie, Malaika. Asante sana kwa kunisaidia kuandaa hii ripoti ya fedha. Sijui kama ningefanikiwa bila wewe. Usijali, hii ni kazi yangu. Hapana, malaika, kwa kweli huwa unafanya zaidi ya majukumu yako. Na unajua miaka yote hii nimekuwa nikikutegemea sana. Na haujawahi kuniangusha hata siku moja. Umekuwa ukijitolea sana kufanya kazi za kampuni yetu bila kuwa na kisingizio chochote. Kwa hiyo nimeamua kukuteua kuwa meneja kwenye mradi wetu. Asante sana bosi kwa hii ofa, lakini naomba niseme hapana, sitaweza kuwa kiongozi kwenye huu mradi malaika. Mbona unakataa hii nafasi wakati ulionyesha wazi kabisa kwamba una nia ya kushiriki kwenye huu mradi? Ni kweli mwanzo nilikuwa na nia, lakini kwa sasa nimebadilisha mawazo Malaika, nakumbuka tangu ulipoanza kufanya kazi na hii kampuni kwa mara ya kwanza, ulionyesha shauku kubwa ya kutafuta mafanikio ya kampuni yetu. Ingawa ulikuwa mwanafunzi, lakini nilivutiwa na shauku yako na nilijua kwamba utapata mafanikio makubwa sana. Sasa kinachonishangaza ni kwamba umepata nafasi uliyokuwa unaipigania kwa muda mrefu, lakini leo unaikataa. Au labda una matatizo ya kifamilia, ndio maana unakataa hii nafasi? Hapana bosi Wala hakuna shida, ila kuna muda mtu anabadilisha tu mawazo ambayo amekuwa akiyapigania kwa muda mrefu. Kwa kweli sifurahii kabisa kusikia hivyo, lakini hata hivyo, huo ni uamuzi wako mwenyewe, sina budi kukubaliana nao. Sasa kesho utaweza kuwasilisha mpango kazi kwenye kikao cha bodi? Ndiyo, bila shaka nitauwasilisha. Asante Malaika, unaweza kwenda. Asante. We Malaika, abe, najua umetoka kuonana na bwana Steve. Sasa niambie, umeamua nini? Nimeikataa ofa yake. Vizuri sana, umefanya uamuzi sahihi, lakini bado una nafasi ya kuwa kiongozi wa mradi. Una maana gani? Wasilisha mpango wenye hesabu za uongo kesho, na mimi nitawasilisha ule mpango halisi uliokuwa umeuandaa. Hapana, haiwezekani! Hakuna haja ya kupiga kelele. Ukifanya hivyo kesho kwenye mkutano na kuahidi, hii nafasi yangu kwenye huu mradi itakuwa ya kwako, na ukikataa, nadhani unajua nitakachofanya kwenye ile picha ulionitumia. Lakini kwa nini unanifanyia hivyo? Nimekuwa meneja wa mradi huu wa kipekee kwa muda mrefu sana. Nitakapokuwa mkurugenzi mkuu, mambo yatabadilika, na nitakufanya wewe uwe meneja mpya mm. Lakini Bwana Steve anatuamini sana, hastahili haya yote. Eti Bwana Steve anatuamini? Sikiliza Malaika, kama hautanisaidia na kuahidi, kila mtu hapa ofisini mpaka bodi ya wakurugenzi wataona picha yako ya utupu. Nenda kaendelee na kazi na ufikirie kuhusu hilo. Maamuzi ni yako. Mbona Steve na msaidizi wako wamechelewa? Hebu acha utani malaika. Siyo msaidizi wangu, na sijui kwa nini amekataa nafasi aliyopewa na bwana Steve. Ila naisi atakuwa anaogopa majukumu na maamuzi ambayo angetakiwa afanye kila siku. Kwa kweli, Malaika hajafanya vizuri kukataa hiyo nafasi, hata sijui amepatwa na nini. Hata hivyo, nina wasiwasi wa kina kuhusu ripoti ya fedha ya awamu ijayo. Kuna makosa ya wazi kwenye hesabu zilizofanyika, yaani siyo sahihi kabisa. Ninashaka kuwa Steve amekuwa akituchezea hapa, amekuwa akifanya uhamisho wa pesa za kampuni kwenda kwenye akaunti zake binafsi. Haiwezekani, ingekuwa mimi ndo mkurugenzi, wala nisingeruhusu ili litokee. Lakini hilo siyo tatizo tena, kwa sababu nimeligundua kwa wakati, na kutokana na hilo mimi na Malaika tuliandaa mbadala. Habari za mchana. Salama. Sasa ni vyema tuanze. Malaika, unaweza kuendelea. Mabibi na mabwana, leo tunawasilisha mpango wa kifedha wa awamu ijayo. Kama mnavyoona, hii ndio pesa tuliyoitenga kwa ajili ya mradi wetu, ikiwa ni kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vipya, matangazo, na mambo mengine. Na ukiangalia jumla ya kiasi kilichohitajika na pesa ambazo idara imepokea, ina inaonyesha kwamba Milioni themanini zimepotea, ikiwa na maana kwamba kuna mtu ameiba pesa hizo. Malaika, hizo hesabu zinatoka wapi? Malaika, unajua ni nani anayeibia kampuni pesa? Ni ni... samahani sana, samahani sana. Tafadhali Malaika, jibu swali nililokuuliza. Hii picha nadhani wote mmeiona. Alex amekuwa akinitishia kupitia picha hiyo. Niliituma koke kwa bahati mbaya, lakini anaitumia kama fursa ya kuharibu kazi yangu. Kwanza alinilazimisha kukataa ofa ya nafasi ya kazi ya ndoto yangu, kisha akataka nimsaliti Bwana Steve mbele yenu ili niharibu sifa yake na Alex aweze kuchukua nafasi yake. Hiyo sio kweli! Tafadhali nyamaza malaika. Tangu nilipokosea kumtumia, alinifanya nikubali kuchukiwa na watu ili kulinda faragha yangu na heshima yangu, lakini siwezi kuruhusu mtu mwingine aharibiwe ya kazi yake kwa sababu ya kosa langu. Alex, nilifikiri ulikuwa mshirika wangu. bado sisi ni washirika Steve. Malaika alinitumia picha yake mwenyewe akijaribu kutafuta ukaribu na mimi, na sasa anadanganya bila aibu yoyote. Vipi kuhusu jinsi ulivyotuonya kabla ya uwasilishaji kwamba bwana Steve aliweka mustakabali wa kampuni yetu watalini? Labda nilijichanganya tu. Una, unajua mimi, kama mkurugenzi wa kampuni, kuanzia sasa namsimamisha kazi bwana Alex, na ole wako usambaze hii picha na kuahidi utaozea jela.